Hapa viwanja vya Ndua tuko hapa kuhabarishana, kushauriana. Niwashukuru kwa kuacha shughuli zenu mje msikilize mwenyekiti taifa, pamoja na msafara alioongozana nao kwa mkoa wetu wa Rukwa, ndugu Twaa Mwaipaya. Rukwa ina majimbo matano. Toka nchi imepata uhuru imekuwa inaongozwa na CCM. Mwaka 2020 Mungu akatenda muujiza, jimbo la Nkasi Kaskazini nikapatikana mimi Aida Joseph Kenani kuwa mbunge wa jimbo la Nkasi Kaskazini. Ni mbunge wa kwanza mwanamke wa kuchaguliwa mkoa wa Rukwa, ni mbunge wa kwanza wa kuchaguliwa wa chama cha upinzani. Leo nataka tuseme nini? Mwaka elfu mbili na kumi na tano nilibahatika kupata ubunge wa viti maalum kupitia vijana. Nilipopata ubunge wa viti maalumu, CHADEMA ipeleki vilaza bungeni, nilisema nitajifunza miaka mitano, nitakwenda kutafuta jimbo na wengine waende wakajifunze kwenye viti maalum, sasa Leo kuna utofauti gani wa kupata mbunge mmoja anayetokana na, na upinzani? Nimekwenda kuwaonyesha Watanzania wa mkoa wa Rukwa kwamba kuna utofauti kati ya watawala na wawakilishi. Mwakilishi yoyote anawasikiliza anaowawakilisha. Ndio maana bunge la bajeti linakwenda mwakilishi oyote lazima arudi kwa mabosi wake waliomfanya anaitwa mheshimiwa mbunge, kuwasikiliza na kupokea maoni yao kupeleka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekuwa mbunge wa kwanza kufanya hivyo. Kabla ya bunge la bajeti narudi kwa wananchi wangu. Naamini ili niitwe Mheshimiwa Aida, wapo walioniheshimisha. Heshima hiyo lazima ilindwe. Inalindwaje? Uwasikilize wanachotaka, ukawasemee. Ndio maana usipowasikiliza, utasikia wabunge mle ndani wanazungumzia Yanga, wapelekwe kwenye TASAF. Hao ni wabunge ambao hawawasikilizi wananchi wao. Ndugu wa Tanzania ni si kwa sababu tumelogwa, ni kwa sababu ya mfumo tulioweka. Miaka yote madarakani hauwezi kubadilisha umaskini wa Watanzania. Naomba niwaambie, kuna wengine walisema tukichagua upinzani sijua tutapata maendeleo, na kumekuwa na tabia za hovyo sana maendeleo ya Watanzania, lakini niwaambie wanasumbawanga, hakuna muujiza utatokea hapa zaidi ya kubadilisha mfumo uliopo. Hakuna jipya litatokea. Huwezi kutumia akili zile zile zikabadilisha na kuleta matokeo tofauti. Lazima mbadilishe mfumo. Naomba mnisikie kitu kimoja, tulikuwa tuna za mitaa tuliwafundisha, wana CCM kwamba kitendo cha kumkamata mtu kwa sababu hana choo akalipa faini elfu hamsini, tuliwaambia wenye viti wa CHADEMA hatutawapeleka kata, tutachukua elfu hamsini kwa sababu tunawapenda na vijana wana ajira, watamchimbia choo na endelee kubaki mjini ili huyu mtu ajue umuhimu wa choo. Leo unamkamata mtu anaenda kulipa faini afu... mwenye maono anayefikiri mbele, sio kwenda kupeleka hukumu kwa Watanzania. Sasa kwa sababu ongo... nani ugeni tayari unaingia Mwaipanjo, uendelee, mimi nitakuja nikung'unte baadaye, akishafika mwenyekiti. Asante sana sasa naomba wale wa mari sogeeni hapa mbele eh. Karibuni, njoo hapo hapo hapo, msiende sehemu yoyote, mtamwona. Naomba watu wakae hapo, simameni hapo hapo, atakuja hapa, atawapungia hapa. Watu wote sawa sawa? Hey, msimfuate, anakuja mwenyewe, atakuja hapa mtampungia hapa. Naomba wale wa mbali sogeeni. Mheshimiwa Tundu Lissu sasa anawasili katika viwanja hivi. Mheshimiwa Tundu Lissu ameambatana na rais wa Mbeya, Joseph Mbilinyi Sugu.